Kasi walichokifanya wakatumia hiyo kanuni na kuchukua lile faili la Yanga la kesi, wakalidump, wakalitupa kwenye dustbin. Kwa staili hii hakuna tena kesi, sijui nini na nini. dabi itachezwa na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi kwa upande wangu nilikuwa natamani wacheze dab, kwa sababu sio na timu nzuri hmm, eh, tunataka tuone, lakini tunaelewa kwa nini yanga safu yake ya ushambuliaji ni bora, tunaelewa kwa nini dio, na simba inakuwa ya pili, tunaelewa kwa nini. Kwa hiyo sasa tulikuwa tunataka kipigwe ili haya hmm. manong'oniko manung'uniko yasiwepo. yeah. ya kwa hiyo nafikiri kasi wamemaliza, sakata limeanza kurudi upya na la moto moto kipindi hichi bado lipo la hivi moto moto hivi hmm. kipigwe, kipigwe, of course mimi nataka kipigwe hivi hivi kipindi, sakata la moto moto sitaki lipoe, sababu wanakwambia supu ya mbwa inanyewa ikiwa chuzi wa moto wa moto. Ukasubiri kitu kipoe, lazima kitu kiwe cha moto moto. Ule sio bata wala kuku huku unaweza ukanywa supu yake ikiwa ya baridi, ila mbwa supu yake inapigwa ikiwa ya moto bwana. Yes, tuko naye heavyweight Dullah, kubwa zaidi ni kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na eh, barua kutoka kwa mahakama ya usuluhishi wa michezo kwa maana ya CAS, wakitoa mrejesho wa kile ambacho eh, miongoni mwa timu ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania Bara kwa maana ya Young Africans walikwenda kuzuia eh, kuhusiana na kupangwa kwa ratiba ya mchezo wa dabi Heavyweight Dullah, nataka kufahamu kutoka kwako mm. kwenye malalamiko ama walichokwenda kuomba Yanga waliomba alama tatu na magoli matatu, huku pia wakiomba eh, ratiba ya mchezo wa dabi isipangwe kwa mara nyingine mpaka shauri lao itakaposikilizwa. Namna ambavyo haya maoni yao alikuwa wameyapeleka ama malalamiko yao, hii imekajekaje? Unaomba alama lakini pia unaomba mchezo usipangiwe ratiba hali ya kuwa unasema hutoshiriki mchezo? Nah, unajua mimi sio mbobevu sana kwenye mambo ya sheria sawa, yeah. Lakini mimi nilitegemea hili, haijalishi wame- wame demand nini kwa yeah. Sababu miongoni mwa malalamiko yao walisema kwamba wanaona kama kutakuwa kuna, kwanza walisema wanadai fidia yeah. na sio tu wanadai fidia, wanaona kulikuwa kuna upotevu wa kipato kwa sababu ya game kukairishwa na vitu kama hivyo, lakini sijajua mantiki ya kile kitu ni nini kwa sababu game ikichezwa maanake wanaweza wakapata waka kipato lakini isipochezwa ndio kipato kinakuwa kimepotea. Lakini hata kwenye hiyo demand yao ya kusema kwamba wa, CAS waingilie kati swala la upangaji wa ratiba e, inaweza ikawa na impact kubwa zaidi kama wangezuia kweli, kwa sababu ligi ingebidi isimame kwa miezi kadhaa wakati ligi iko ukingoni. Katika yale, katika yale majibu ambayo yalitolewa na baadhi ya wanasheria walowakilisha TFF na, na, no, walowakilisha bodi ya ligi nafikiri. E, walisema kwamba kama ligi ingetokea inasimamishwa basi automatically, e, kutatokea miezi mingi sana ya e, ligi kuto, kutoendelea kwa ajili ya kupisha au kuendelea kusubiri sakata hii. Sasa haiwezekani timu moja tu isumbue timu kumi na sita za ligi ziendelee kusubiri kwa sababu timu moja he, inataka. Sababu mpira sio wa Yanga, huu mpira ni wa timu zote. Sasa Una, una command vipi? Lakini by the way, pia nafikiri kuna kifungu cha sheria pale kilinukuliwa hawakukifata wao, uh, wamechukua kesi tu moja. Moja kwa moja barua imetoka ya bodi ya ligi kuambia kwamba mechi haichezwi, wao wamekurupuka moja kwa moja wameenda kasi, lakini kulitakiwa wakate rufaa kwenye rufani ya TFF, kamati ya rufani ya TFF waliandika pale kwenye kifungu, nafikiri Uh, lakini wao hawakupita kwenye hiyo kamati kwa sababu wanasema kuna kifungu cha ratiba sijui katiba kinasema cha nafikiri cha ishirini na saba tisa hivi, hmm. Kinasema kwamba bodi ya ligi ikishatoa maamuzi yake hamna rufaa yoyote, rufa inaweza ikakatwa ndani ya mamlaka za, za TFF. Lakini kulikuwa kuna kifungu kingine cha katiba kinazungumzia swala la ku submit rufani ndani ya siku saba, si unanielewa? Ndani ya siku saba eh, baada ya kupokea agizo fulani kutoka bodi ya ligi. Sasa hawa kwa nini hawakufuata? Kwa hiyo CAS walichokifanya, wakatumia hiyo kanuni na kuchukua lile faili la Yanga la kesi, wakalidump, wakalitupa kwenye dustbin. na wameandika kabisa kwamba tutaachana na hili sakata, tutadili na masakata mengine, kwa sababu hawa Yanga walalamikaji hawakufuata utaratibu na sisi kama CAS, hatuna mamlaka za kuendelea na hii kesi, hatuna mamlaka za kusikiliza au hatuna mamlaka za kusuluhisha, kwa sababu tumejiridhisha kwamba hawakufata ngazi zote za mamlaka za ndani husika na pia wameweka malalamiko yao bila bila nukuu, uh, za kikatiba. Hakuna kuna madhara sijui yatajitokeza, haujaandika madhara gani, sijui ukopeshaji, sijui wani na nini, hawajaweka pale ushahidi wa hicho kitu, sijui upotezaji wa mapato sasa wewe unaenda una, una file case sehemu ambazo kuna wasomi kama kule, unaenda unawekaweka vitu shagharabaghara, itakuwa namna gani? Itakuwa mna kitu kama hicho. Kwa hiyo inabidi wafuate sheria, na kwa staili hii hakuna tena kesi, sio nini na nini. Dabi itachezwa wacheze na, na mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi kwa upande wangu nilikuwa natamani wacheze dabi, kwa sababu si wana timu nzuri zuri, eh, tunataka tuone kwamba wanaweza kukabiliana na safu ya ushambuliaji ya Simba ambayo ni safu bora zaidi ya pili kwa ushambuliaji, lakini tunaelewa kwa nini Yanga safu yake ya ushambuliaji ni bora, tunaelewa kwa nini yeah. na Simba inakuwa ya pili, tunaelewa kwa nini. Kwa hiyo sasa tulikuwa tunataka kipigwe ili haya mm, manongoniko monunguniko yasiwepo, yeah. Ya kwa hiyo nafikiri kasi wamemaliza, kwa sisi wadau tunasubiri mechi ipangwe tarehe na naomba ipangwe hivi karibuni, ya naomba ipangwe hivi karibuni ili eh, wacheze mechi na tushuhudie sisi hivi karibuni kwa sababu sakata limeanza kurudi upya na la moto moto, kipindi hichi bado lipo la moto moto hivi hivi. Hmm. Kipigwe, kipigwe, of course mimi nataka kipigwe hivi hivi, kipindi sakata la moto moto, sitaki lipoe. Sababu wanakuambia supu ya mbwa inanywa ikiwa chuzi wa moto wa moto, usisubiri kitu kipoe, lazima kitu kiwe cha moto moto. Ule sio bata wala kuku. Kuku unaweza kanyoa supu yake ikiwa ya baridi, ila mbwa supu yake inapigwa ikiwa ya moto. Mambo ya Iringa, eh, mambo ya Iringa. Kwa hiyo nawaambia wayanga wale wazee vijana, unawakumbuka? Wazee vijana yeah. Kulikuwa kuna wazee kutoka Morogoro sijui na watu walikuwa wanawashinikiza viongozi watu chezi. Sasa nyinyi niwaambie kitu kimoja, nyinyi kama nani, kwa sababu wale viongozi wana mamlaka ambazo zinawasimamia mamlaka ikiamua kiongozi hata afanye nini, si unanielewa? yeah. Mamlaka ikiamua kiongozi hata afanye nini hawezi kushindana na mamlaka, ndio kicho tokea. sasa kama kasi inaheshimu mamlaka za ndani, why not Yanga kasi yenyewe hawasikilizi kesi mpaka ipite kwenye ngazi zote za usuluhishi za ndani. Wanaheshimu mamlaka za ndani. Wewe unatoka unasema tunaenda moja kwa moja kasi ndani? Hapa hatuwezi atu, kupita hakuna kitu kama hicho. Pata taratibu, pata suluhisho, mamlaka zote za ndani, hakikisha umezimaliza ndio uende kupeleka kesi kasi. Yes, everything walalamikiwa walikuwa ni watatu kama sikosei, kwa maana ya TFF bodi ya ligi na wekundu wa Msimbazi Simba. Kumekuwa mm, na kesi nyingi ambazo zinaihusisha Simba na mtani wake da Young Africans. Kuna mambo ya usajili pia, tulishaona baadhi ya siku za nyuma huko, kesi ya Yusuf Kagoma, kesi ya Bernard Morrison, lakini wekundu wa Msimbazi Simba mara zote wameonekana kuibuka kidedea kwenye nini kama hizi. Swala la dabi hili pia waligomea kwa sababu za kiusalama, lakini kwenye barua hiyo hiyo ambayo CAS wametumia kama reference, wanasema kwa sababu za kiusalama mm, mechi iligairishwa kwa hiyo hakuna alama tatu wala magoli matatu. Ili kwa upande wa kuna msimbazi simba limekaaje? Kwa upande wao mara zote wameonekana pia wakiwa upande wa haki kuliko hawa watani zao. Unajua, wakati tunaelekea kwenye hili sakata, kuna watu wengi sana walisema kwamba simba haifati sheria, imejiamulia kugomea tu mchezo na mna gani na blabla bla, haina watu weledi simba. Uliona, walikaa kimya, nafikiri unafuatilia, simba walikaa kimya walokuwa wakiongea ni wazee vijana, pamoja na wachambuzi. Wazee vijana walikuwa wanaongea sana, hiyo klabu ambayo ndio inalalamika ilikuwa inaongea sana kupitia mashabiki wao, wanachama wao, wanaandamana kila wiki. Simba walikuwa wamekaa kimya kimya, sikuona simba wame wame simba wameongea chochote chochote. Ahmed Ali sikumsikia, nimeona simba wamekaa kimya. Mimi nilijua tu, siku zote unakwambia eh, muda mwingine ukimya ni jibu kubwa sana au jibu tosha. Elewa sasa nilikuwa naamini wanajua wanachokifanya na nilikuwa najua ule ukimya wao ulikuwa wanaashiria nini, na ndio maana katika hoja zao wamewapiga knockout Yanga sababu hoja zilikuwepo walizotoa, lakini e, Simba walitaka kwanza kuwekwe reference ya kivipi Yanga ameafektika na huairishwaji wa mchezo, kivipi Yanga ata, uh, abe, abe, amekosa mapato pamoja na ana, kwa nini anadai fidia ya uh, gharama za maandalizi uan, uandali ya mechi pamoja na kipato cha, cha viingilio na vitu kama hivyo na nini. Simba walikuwa wanataka kwanza kujua kivipi wale hawaja outline pale, na unapopeleka kesi unatakiwa uto, useme bana, mimi nalalamika moja mbili ma tatu nne, kwa sababu hichi kinanikosti hivi na hivi. Hata ukigongwa na baskeli, ukigongwa na gari, ukienda kutaka fidia, lazima ueleze kwamba mimi nafanya kazi fulani, kipato changu kinahusisha, kina nguvu, kwa hiyo miguu yangu mimi ni miongoni mwa vitu vyangu, kwa hiyo naingiza kwa mwezi milioni tatu, kwa hiyo naomba fidia unaenda pale tunataka nilipo, ulipo shilingi ngapi ujui? Huna reference. Sasa utalipwa vipi? Kwa mwisho wa siku niwaambie tu. Mimi nawapa pole tu Yanga kwa sababu wametumia zaidi ya milioni 100 na kwa ajili ya kesi e, hiyo Wap... na, ya... Ya uh, na kulipa lile jopo zima la wasimamiaji wa kesi na muda waliotumia kwenye kesi, wametumia gharama kubwa, mi niwape pole tu, hilo ndo la zaidi, sitaki si... Si... kuzungumzia sana hili swala De. Nasubiri uh, tarehe ipangwe ya, ya mechi mechi ipigwe, sababu hawana tena cha kufanya. Watafanya nini zaidi? Watasubiri mechi ichezwe basi, mechi itaamua lama. Kama Simba atashinda viporo vyake, dabi itakuja kuamua nani bingwa, shughuli itakuwa imeisha hapo. Inaonekana unasubiri kwa hamsa kabisa kabisa. Nikushukuru sana Heavy. Haya, nashukuru mwanangu.